Minaitwa Elango tena kusoma Biblia ya kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Enyi watoto, enyi watoto, watiini wazazi katika Bwana, ndio haki. Heri masafu, maana watamuona Mungu. Furahini katika Bwana, tena nasema furahini Moyoni mwangu kumcha Bwana. Kumcha Bwana, na Bwana ni nuru. Bwana ni nuru nayaweza aatau kutii

Bwana asipoulinda asipoulinda wamji waulindao. Waheshimu. Waheshimu, waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako ipate kuwa ii katika a wamtumainio Bwana. Aha.